Mtazamaji wa UKTV Tanzania, bila shaka umezipata taarifa za kuwa tayari kiti cha upapa kimepata mrithi wake. Wengi tuna maswali mengi kichwani, tunatamani tufahamu Robert Prevost ni nani hasa. Mimi kwa uchache sana nimeweza kukuchambulia baadhi tu ya vitu vya msingi ambavyo natamani uweze kuvifahamu. Kikubwa ni kwamba endelea kutufuatilia UKTV Tanzania kwenye mitandao ya kijamii, tupo Facebook tunapatikana instagram youtube hali kadhalika tiktok jina ni UK TV tanzania tufate na uwe mwanafamilia wetu robert alizaliwa chicago mnamo mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tano na alihudumu kama kijana wa altare na aliwekwa wakifu kuwa padri mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili robert francis prevost aliyekuwa kiongozi wa dikasteli ya maskofu na rais wa tume ya kipapa ya Amerika ya Kusini tangu mwaka 2023, ambapo kabla ya hapo alihudumu kama askofu wa Chiclayo nchini Peru kutoka mwaka 2015 hadi 2023, na kabla ya kuwa askofu wa Chiclayo alikuwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agostini OSA kutoka mwaka 2001 hadi mwaka 2013. Robert Plevost amezaliwa mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, nchini Marekani. Ni msomi mwenye digrii tano na kabla ya kupata daraja la upadli alipata shahada ya kwanza ya hisabati yani bachelo of science in mathematics chuo kikuu cha Vilanova mnamo mwaka 1977. Baada ya kupata wito wa utawa, alijiunga na shirika la Mtakatifu Augustin OSA ambapo alisoma masomo ya falsafa na baada ya kuhitimu, alisoma shahada ya siolojia yani bachelo degree in theology katika chuo cha Catholic Theological Union Chicago, nchini Marekani. Mwaka elfu moja mia tisa themanini na nne alitumwa masomoni na kuhitimu shahada ya kwanza ya sheria za kanisa chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquiano Roma nchini Italia, na mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba alihitimu shahada ya umahili katika sheria za kanisa na baadaye shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa katika chuo cha Potifco college of St Thomas Aquiano. Kisha aliweza kurejea nchini Marekani na kuweza kutumwa umisheni huko Amerika ya Kusini, ambapo aliweza kutumikia nafasi mbalimbali ikiwemo askofu wa jimbo la Chiklayo nchini Peru. Na mwaka elfu mbili na kumi na tano aliomba na kupewa uraia wa Peru, wakati huo akiwa bado ni raia wa Marekani. Ikiwa leo ni tarehe 8 mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano amechaguliwa kuwa papa wa 267 akimrithi Papa Francis, amechagua kutumia jina la Leo wa 14 Papa Leo wa kumi na nne ni papa wa kwanza kutoka Marekani. Pia ni papa wa kwanza kudumu kwenye ukardinali kwa muda mfupi kabla ya kuwa papa, ambapo tunakumbuka aliteuliwa kuwa kardinali mwaka elfu mbili ishirini na tatu na mwaka huu elfu mbili ishirini na tano amekuwa papa. Na Papa Leo wa kumi na nne anazungumza kwa ufasaha kabisa lugha sita ambazo ni Kiingereza, Hispaniola, Kilatini, Kifaransa, Kileno na Kijerumani. Na kuchaguliwa kwa papa huyo mpya kunafuatia kifo cha Papa Francis ambaye alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka, tarehe 21 ya mwezi wa nne, na mazishi yake yaliweza kufanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 26 ya mwezi wa nne mwaka 2025. Huu ni mkutano wa tatu wa uchaguzi wa papa ambao umefanyika kwa siku mbili za kuweza kumpata papa, ambapo mikutano mingine ni ile iliyofanyika mwaka 2005 na ule uliofanyika mwaka elfu mbili kumi na tatu ambayo ilidumu kwa siku mbili tu.